ivunia ni utalii wa wanyama na utalii wa wanyama haupo kwetu zaidi ya kule Kondoa, lakini huu hapa ni utalii uko karibu na Dodoma kuliko utalii mwingine wowote wa wanyama, yaani kutoka pale Dodoma mjini mpaka hapa ni kilomita 130, si ndio? 30. Kwa hiyo tumesema lazima tufungue hapa, ili Wanadodoma wapate fursa nao ya kufanya utalii kwenye hii mbuga lakini zaidi ya wana Dodoma, zaidi ya wana Dodoma, Dodoma tunajua ina wageni wengi siku hizi. Kila siku maelfu ya watu wanakuja Dodoma, aidha wanakuja kufuata shughuli za serikali, shughuli za viongozi wakuu, shughuli za mawizara, shughuli zingine za huduma, hata za afya na nyingine, aidha wanakuja kwa ajili ya kupita na treni. Anapanda treni toka Dar es Salaam, analala ili aende Iringa, analala ili kesho aende Singida. Analala kesho waende Manyara kwa sababu sisi tuna treni ya mwendo kasi. Tukasema sasa hii ni fursa hapa, watu wote wakipata utalii hapa, watakuwa wanatoka Dodoma wanakuja kwenye utalii, kesho wanarudi Dar es Salaam, kwa ukaribu huu ulio. Kwa hiyo kwenye mipango yetu hili, sisi tumeshaliweka na sasa, kama hapa kunaonekana daraja halijafanyiwa upembuzi, maana yake haya yawe maagizo ya leo kwa wenzetu wa TANROADS, muende mkafanye upembuzi wa gharama na hiyo sehemu inayofaa, kama ambavyo ninapokezana kijiti kina TARURA baada ya kuihamisha barabara hii. Mkishafanya upembuzi, ndio taratibu zingine za kuomba pesa za kufanya nini zifanyike. Lakini tunafahamu nchi yetu imeweka utalii kama kipaumbele kikubwa sana cha kukuza uchumi wa nchi, na hata katika malengo ya serikali haya tunayomaliza sasa, ilikuwa nataka utalii wafike walau milioni tano katika miaka hii na kazi hiyo Mheshimiwa Rais ameshaifanya sana, ya kutangaza na kukuza utalii. Kila mtu anatamani apate njia rahisi ya kwenda kuona hawa wanyama. Wanaokuja Dodoma wote wanasema, tukitaka kutembea Dodoma tunaenda wapi? Tutaambia unaenda Ruaha National Park kupitia Dodoma, kupitia Ilangali, kupitia Manda, kupitia Chamwino. Hayo ndio maelezo yetu. Sasa sisi wananchi wa Ilangali, Yanatuhusu nini hayo ya, ya sisi kupitisha barabara hapa kwenda Ruaha National Park? Labda sisi hatuna haja ya, ya kutalii maana watembo tunaona kila siku. Ukiambia ulipia ndio ndani lipie nini? Mbona mimi wanapita hapa hapa kabla sijalipia hela? Na nilikuwa naambiwa hapa ndio pombe walikunywa pombe hapa tembo, <laughs> ndio <Minda> hapa eh hiyo <laughs> e, yeah. Hadithi mbunge wenu alitupa siku moja, tulifikiria natania, baadaye akasema ni hadithi ya kweli. Pombe hapa yani hapa, hapa tembo yani anaenda kunywa pombe naye za wananchi wakipika ayo huyu mwananchi wa Ilangali, ukimwambia, nenda kwenye utalii, toa elfu kumi ukatalii ishirini, anahama ya nini? Maana wanyama wenyewe tayari wanakuja. Faida tutakayoipata sisi, hawa wageni wanaopita hawa hawasafiri bure, wanasafiri na hela mfukoni. Wakisafiri na zile hela, wanahitaji kula hapa Ilangali ndio waende Ruaha National Park. wanahitaji kulala hapa ndio waende Ruaha wanahitaji wakija hapa wanunue vitu mbalimbali ambavyo nyewe mtawauzia vya utamaduni. Wanahitaji hata kuona ngoma, si huku kuna Wagogo, si Wasukuma, si Wahehe, si wa nani wako huku. Wanahitaji hata kuona, kuona ngoma zenu ili walipie hela, sio zile tu za kucheza mkivuna mazao. Hapo wenyewe wa mnacheza wanawalipa hela kwa kuangalia utamaduni wa kwenu hapa, kwa yako mambo mengi tutafaidika Ilangali kama hili geti litafunguliwa Wanahitaji wana Ilangali ambao wataweza kuwaeleza historia ya hili eneo, wataweza kujifunza kupitia TANAPA maelezo mbalimbali yanayohusu wanyama humo ndani. Watalii wakija, mtapanda kwenye magari yao, mtaanza kuwaambia hapa ndipo unaingia, huyu ndio anaitwa tembo, huyu ndio anaitwa twiga na mambo mengine. Ilangali yoye, utalii yoye. Kwa hiyo hayo ndio matamanio yetu ya mkoa wa Dodoma. hmm. Fungua geti hili, tutaofaidika hapa ni wa kwanza kuliko watu walio mbali zaidi na geti la kuingilia. Kwa hayo ni mafanikio ambayo tutayapata, fursa zinakuwa nyingi mno umo kwenye utalii chi. Kama mmeshaenda kutalii huko Ruaha, lakini kuna mahoteli fulani makubwa makubwa, na tukifungua hapa maake yataongezeka ndani na yataongezeka hapa nje. Hatu kama mimi wengine wale hatuwezi kulala mahoteli yale, ya kule yanakuwa gharama. Kwa hiyo tutakuwa tunajilalia hapa Ilangali, ambako mtakuwa mmetujengea hoteli za saizi ya kwangu mimi za kututosha. Kwa hiyo yote yale ni uchumi, yote ni kukua, yote ni faida. Utakumbuka tena si tembo amefanya, utakuwa nampenda, ukimwona unajua huyu tembo ni hela. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sky TV.